Wanaume wengi kupitia msongo wa mawazo sonona, wengi na unakuta, ninasikitisha Tanzania kwamba wengi wanaojiua ni vijana wa kiume na wanaume pia, kutokana na hali ya upweke, ukimya na hofu ya kuhukumiwa wanapojaribu jana tunakuwa tuna na haja kuna haja ya kukaa kukutana katika vikundi vyetu kushauriana hata kuweza kuzungumza pamoja na kushirikishana uzoefu. Jamii mara nyingi huweka matarajio kwamba kwa mwanaume hapaswi kuonyesha udhaifu kama vile kulia, jambo ambalo limesababisha wengi kubeba mzigo kimya kimya. Fike mahali tuambiane, wanaume, kwa sababu ya umoja wetu na kwa ajili yetu, tusibebe mizigo inayotuelemea kimya kimya. Kila kiongozi wa familia, maana yake kila mwanamume mwenye mke na watoto, huyo anawajibika kuwafundisha wote wanaokaa nyumbani kwake. Ni kiongozi wa familia. Bibilia inamwita kwamba yeye ni kichwa, Efeso 5:23, anasomwa anasema na kuitwa kwamba yeye ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Wakati mwingi mstari huu umetumika vibaya, lakini tukumbuke kwamba kichwa ili kiwe kichwa na kifanye kazi yake sawasawa, kinahitaji pia nini? Kinahitaji ushirikiano na shingo. Mwanaume Mkristo awe ningine, na sifa nyingine ambayo ni mwenye upendo na kujitoa kama mlinzi wa familia. Upendo wa mwanaume unapaswa kuwa wa kujitoa, si wa tamaa au binafsi. Aipende familia yake, awe na utayari wa kuilinda familia yake. Akiipenda familia yake anaitunza. Anakuwa na utayari wa kuitunza, na hii Biblia inasema, ampendaye mkewe amejipenda yeye mwenyewe. Ndio maana lazima kukaza, enyi wanaume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake. Mwanamume Mkristo awe hiya, wadilifu na sifa hii ya uadilifu na uaminifu, anaishi kwa uadilifu na kuwa mfano bora kwa watoto wake. Na hapa ni kazi sana, watoto wake hasa wa kiume. Swali letu sisi leo, sisi wanaume, watoto wetu wa kiume wanafundishwa na nani? Na wanaiga kwa nani? Na wana kama wanaiga, wanaiga mambo gani? Tunao wajibu ndugu zangu. Mwenye haki uenena kwa ukamilifu wake, anasema kwenye Mithali. Mtu huyu ambaye ni mwadilifu katika maisha yake, anasema heri wanawe baada ya